Yo, umoja kabisa wa babuyu na babembe walikutana kikao hapa, wanamaliza wanaamua, kila watu waende warudishe watu yao, kuanzia saa hii natafuti amani na raia yote irudie mwingine. Nashukuru baada ya mabishano ya risasi kati ya vikundi viwili vya wazalendo katika eneo la Kilembwe, eh, hali ya taruki ilitanda huko, raia kazaa wakijeruhiwa vibaya na wengine kulazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama. Taarifa zinasema kuwa makundi hayo yamekutana kwa mazungumzo ya pamoja katika juhudi za kutafuta suluhu na kurejesha amani baada ya mapigano hayo yaliyosababisha uharibifu wa mali na wimbi la wakimbizi wa ndani. Hata hivyo, licha ya mazungumzo hayo, hali ya mivutano bado itaendelea kujitokeza mara kwa mara na wakazi wanasema wanaishi kwa wasiwasi mkubwa kutokana na mfululizo wa mapigano kama yaliyotokea wiki hii maeneo ya Misisi na Lulimba ambapo watu takribani wane wamepoteza maisha. Habari zinaozagaa mitandaoni zikiwemo video zilizorekodiwa na wakazi zinaonyesha baadhi ya wanajeshi wa wazalendo wakichoma moto kambi za wenzao, jambo linalohibua hofu ya migogoro ya ndani kuongezeka ikiwa suluhu ya kudumu haitapatikana mapema. E, hapa tuko na mzee wetu huyu komanda Jonasi e, wa MPLC bar FPLC ndo anaongoza hii kikosi hapa, ambayo kwa sasa hivi tunaanza lunguza kabisa manyumba ya mishambuke Tupa, tuua, tukwe, sawa kaa yabo kabisa yote inalunguzwa ka ii ya vishambuki inakula moto njo hivi mkumunaona kabisa na bote baisha kimbia kimbia. Shakimbia shambuki lisema itapigana na babembe mbako wapi ka yabo ii, tunatia moto kwa sasa hivi